Niko na kuna, kuna tofauti kati ya mawinga na mawinga wa, wa mpira ni vitu viwili tofauti. Sasa kwamba jiki, sisi tunaye winga wa mpira, sio wale winga wanakimbia kimbia, kimbia tu kama wewe. Winga wa mpira tekniki iko hapa, ufundi uko hapa. Kila ambacho amekifanya leo ni salamu tu. Ndugu yangu anayefuata sasa, baada ya hiki ambacho kimetokea leo, ndugu yangu Alidi Chukuchu huku alika mimi, sijui kinachoendelea, lakini tarehe 22 nitachukua kwa uwezo wangu, nakutana kauli mbiu

Leo tukua tuna kauli mbiu pale inasema tunamaliza ukiwa na chuma master. Eh, master. Naam. master wa ndiva huyu ni master wa kila kitu. Master wa kila <laughs> kitu. Bana, kifupi kabisa mwalimu. Mechi umeionaje ume kwa kifupi kabisa? Ah uh, mechi ni ngumu kwa maana kwamba awali timu bora. Na leo unajua wao wataingia hawana plan yoyote, kwa sababu wao tayari wako juu, na wao walikuwa sasa huko wana enjoy football nadhani mm. Vijana wangu sisi walikuwa walikuwa na tempo, kwa sababu sikuwa lazima tupate result, hakuna kingine. Sasa nadhani second half umejionea mwenyewe, lakini nasema timu zilizobora kwa Tanzania ambazo zilifanya usajili mzuri na point wazuri ni JKT Tanzania. Okay, huyu oh, mwalimu wa mpira amenyoka Master, yeah. Neno kidogo mashabiki na wapenzi wa klabu ya Pamba Jiji wanataka kusikia. Nini ambacho unawaambia kutokana na ushindi wa leo ambao kimahesabu timu yako iko salama? Ah, kwanza mimi namshukuru <coughs> Mungu lakini nashukuru eh, wote wetu kwenye benchi na ufundi chini ya wetu mkuu Fred Felix e, ushirikiano mm, huu pamoja na wachezaji na viongozi yeah, na tunaweza asili ya familia yote kufanikisha hii akikubwa. Mashabiki wametunga mkono, lakini vile vile na sure, sisi hatujawaangusha kutoka yeah, mwanzo kwenye yeah, interview ya kwanza tunakuwa kwamba, kwamba kushuka. Yeah, timu tunakabidhiwa kwamba kwamba haiwezi kushuka, lazima tutaibakisha timu kama kaa. Nawapongeza mashabiki wote na pongeza viongozi, lakini vile vile na pongeza wachezaji, lakini na pongeza sana sana kocha mm, wetu mkuu Fred Felix Mizzero, kwa kazi nzuri ambayo tumefanya naye kwenye benchi. Bana Katalaia na Masta siwadai. <laughs>